ni mwana Yela asilia natokea tawi la blot lakini ni mjumbe wa mtano mkuu wa CCM wilaya. Na Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, mbunge wetu wa jimbo ambaye tunatamba na wewe hu wa mtano mkuu wa wilaya kutoka kata yetu ya Yela, Mheshimiwa diwani amesimama hapo akizungumza mambo mengi sana, mimi nisingependa kuyarudia, lakini mimi nilikuwa ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Mbeya, nilikuwa ni naibu waziri, nilikuwa ni mneki, nilikuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, nilikuwa ni mjumbe baraza kuu la viaiti taifa kutokea mkoa wa Mbeya, na pia wengine vingi vingi, nilikuwa mjumbe wa siasa ya wilaya, lakini nimesimama hapa kwa jambo moja wewe hapa kwa nafasi ulionayo, wewe ni mtu wa maana sana, jipigie makofi. Mheshimiwa mbunge wetu wajigo ambaye pia ni spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia ndiye rais wa mabunge yote duniani. wewe Mkisikia rais wa mabunge yote duniani sio kitu kidogo, dunia nzima, ndugu zangu, kuzangu wanaelewa. Makini, elimu yake iko makini. Yani, tuseme tuseme nini, mwenendo wake uko makini. Hapo sijazungumzia masuala ya kazi, hapo sijazungumzia masuala ya utekelezaji wa imani. Yani hapo ninazungumzia, ninamzungumzia Dkt. Tulia Ackson kama Dkt. Tulia Ackson, nimezungumzia kwa mwenendo wa haiba yake

Sisi wanajiji la Mbeya, sisi jimbo la Mbeya mjini, mimi kila mahali popote, ninawaambia kwa kweli, kama kuna watu wanaotakiwa kujivunia

na mimi ni mtu ambaye ni muumini wa kusema ukweli, yaani kuremba remba sina, kurembaremba sina, lakini itoshe ile salamu niliyosema ya mama Samia mitano tena ya Dkt. Tulia yupo na tuna na a